Crypto Reality Check ndo session ambayo tuko nayo sasa kutoka Diena Academy. Kwa na mimi Anthony Mlero, wanapenda kunita Chris Magno. Na utakuwa na mimi Charity Aaron, uh, instructor hapa Diena Academy. Yeah, hata mimi ni instructor pia. Yeah, kabisa. Yeah, lakini wote sisi ni wakereketo wa mm -hmm. uh, blockchain ecosystem mm -hmm. ambapo ukizungumzia blockchain ecosystem huwezi kuacha kutaja kuhusu cryptocurrencies. Kabisa. au crypto assets kwa lugha nyingine zetu kasema. Mm -hmm. Sasa, one of the thing ambacho kimefanya tutengeneze kipindi ni kuweza kuwa alert watu hatari mbalimbali na udanganyifu wa aina tofauti ambao umekuwa mm. ukiibuka kupitia jukwaa hili la sarafu dijitali au mm. tasnia nzima mm. ya blockchain mm. kwa sababu hype ya watu kuengage na uh, ecosystem ya blockchain imekuwa kubwa sana especially kupitia cryptocurrencies mm. Sasa um, au crypto assets. Mm. Sasa actually watu wamekuwa wakiwa smarter smarter and smarter as they goes. Unajua kuna series kadhaa tulikuwa tunajaribu kuangalia last week of course, za tujafanya mm. session kwa muda fulani, kwa sababu tulikuwa tunatua mm. za physical kwenye mikoa tofauti, lakini mm. kuna vitu kadhaa ambavyo tumeweza ku notice ambavyo hata sisi kwa wakati mwingine tulikuwa hatufikiri kama itafika kwa, lakini that's how it is. Yani watu wamekuwa smart kutengeneza udanganyifu ambao unakaribiana sana na ukweli kiasi kwamba kama usipokuwa na knowledge, chance mm. ya wewe kupigwa ni kubwa sana kabisa. Yeah, so leo tutakuwa na session mbili uh, za kuangalia za kucrack eh na kudecode ujanja ambao tumeugundua. Of course kuna moja tumeipata kutokana na clients ambao tumekutana nao. mmoja mm -hmm. alikuwa ni Mkenya, alitu alitucheck check, tukaweza kudecode kujua alidanganywa sehemu gani mpaka akawa ameibiwa, japokuwa mm -hmm. yeye alikuwa haamini kama ameibiwa mm -hmm. Lakini kuna nyingine zina ambayo iko common sasa hivi mm -hmm. trend nzima ya cryptocurrency ambayo tutaanzia nayo hiyo so mm -hmm. session ya kwanza tuta discuss kuhusu trend ya projects za cryptocurrencies ambazo zimekuwa zikiibuka tukiangazia mm -hmm. Uh, failures na success kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa hivi 2025 kota ya, na ya kwanza mm. Yeah, so uh, katika utafiti kwako mm. Vipi umeweza ku kuonaje ukuaji wa soko la sarafu digitali au tuseme mali za kidigitali ambazo zimejengwa kwenye teknolojia ya blockchain? Uh, kwa kweli <coughs> so far uh, kuna maendeleo makubwa sana yeah. Maendeleo makubwa sana kwa sababu mm. Uh, nimeshuhudia nime nikiona kwamba kila mwaka yeah, kuna industry flani ambayo inapewa kipaumbele fulani ambacho yeah, kinasaidia kuboost yeah, kwa sababu tukiangalia mwaka elfu mbili na yeah, ishirini tulikuwa na DeFi ishirini na moja zikajaga ni NFTs yes, ishirini na mbili ikaja something else mwaka jana it was real, yes, world assets, zilikuwa very hot yeah, kwa hiyo tunaona cryptocurrency sasa hivi zinaanza kuhusishwa kwenye sekta tofauti tofauti na innovation hiyo ikija inakuja na changamoto ya kwamba scammers wanapata industry mpya ya kuscam watu. Definitely, na nadhani pia mm. Hapa moja kati ya kitu ambacho kinaleta changamoto kubwa nadhani AI <laughs> <Yes>. Yaani, <laughs> AI imekuja kurahisisha vitu mm. kiasi kwamba mm. hata yule unajua kipindi cha nyuma ukitaka mm. kutengeneza project ya crypto, mm. it was very expensive kwa sababu haya madevelopers mm -hmm. eh, waweze kutengeneza kodi za project yako watengeneze mm -hmm. tokenomics ya coin zako, and, and, and back in the days ilikuwa lazima utengeneze na blockchain kabla Ethereum haijaja kwenye mambo mm -hmm. ya smart contract bidhi utengeneze mm -hmm. blockchain yako mm -hmm. na coin zako, afu uwekee, utafute liquidity, walipe madevelopers and everything lakini, mm -hmm. the growth of AI uh, of technology kuletwa kwa hii AI mm -hmm. imekuwa shida sana tena shida kubwa. Kama ulivyosema, ukuaji umekuwa ni mkubwa, urahisishwaji umekuwa ni mkubwa mm, na loopholes za wahuni nazo zimekuwa kubwa. Nilikuwa naangalia zimekua kubwa kutoka mwaka 2021 mpaka mwaka 2025 kota ya kwanza ambao ni mm, mwaka huu mm, project za crypto ambazo zimetengenezwa mm, ni milioni sita na laki nne yes, mm, ambazo zimekufa ni milioni tatu na laki saba mm na katika hizo milioni tatu na laki saba ambayo ni kama asilimia alafu uh, ni kama mm, asilimia ngapi, inakuwa ni kama hamsini na kitu hivi hmm. Lakini more than 90% I think hmm. ya hizi project ambazo zimekufa zimekufa mwaka 2024 na, na 25 na mwaka 2025 peke yake hmm. imechukua asilimia 59 ya project zote zilizokufa kwa muda wote wa miaka mitano. Do you see the issue? Hmm. Kwa mfano, mm. mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuanzia mwezi wa kwanza, mpaka hmm. sasa hivi kota ya kwanza. Mm. Project za kripto zilizotengenezwa ni zaidi ya milioni tatu. Zilizokufa ni hmm. milioni moja laki nane na ishirini na moja plus. Ambao ni sawa sawa na asilimia sitini hmm. ya projects zote zilizotengenezwa kwa miezi mitatu. Mm. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne, mm -hmm. zilizotengenezwa project uh, three million around. Mm. Zilizokufa ni milioni moja na laki tatu na themanini na mbili. Inamaana zilizokufa zimeongezeka sana. Mm. Ukirudi nyuma mwaka 2023 unakuta kuna project kama laki tatu zilizokufa na laki mbili na arobaini na tano. Mm. unaona? Na mwaka 2021 kulikuwa na project 10000 zikafa 2584, lakini at the same time mwaka 2022, mm. mwaka 2022, mm. ndo mwaka ambao hata project ambazo zilitengenezwa nyuma zilikufa sana, kwa sababu project mpya mwaka 2022 zilikuwa laki moja, mm. zikafa laki mbili na 13. <laughs> Unaweza ukaona ni kiasi gani mm. sasa hivi imekuwa changamoto kubwa sana. Mm. Yaani zamani ilikuwa mtu akikwambia crypto wewe unanunua tu. Mm. Yaani mm. unaona kwamba inaweza ikafanya vizuri lakini, sasa hivi mm. you cannot just buy a crypto kwa sababu imesemwa ni crypto. Na hizi mambo za, na unajua watu wengi wanahisi kwamba kitu kikiwa smart contract mm. uh, ukisema smart contract anafikiri kwamba it's a good thing. Smart contract ni protocol ambayo ina run wazo lako. Mm. Sasa mm. inaweza ikawa ni wazo la kitapeli kabisa. Sasa tujiulize hivi, unafikiri kwa nini miaka inavyoenda ujue, yani mwaka elfu mbili na ishirini na tano mm. yani kota ya kwanza mm. project milioni tatu mm. zimekufa milioni moja na laki nane ane mm. yani, zimekufa nyingi kuliko hata zilizokufa mwaka mzima mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hivi unafikiri hii ni kwa nini? What do you think, what is the issue? Ishu uh, ambayo mimi am aware of ni kwamba miaka ya karibuni sana, yeah. hii miaka kwanzia elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano mm. kumekuwa na rise kubwa sana ya meme coin yeah. especially kwenye blockchain ya Solana hey, afu, you... yani, yani, yani, <laughs> yani, yani, yani. ndo unakutana na watu walivyoona ile rise ya coin vile ya memes kwenye Solana ndio yeah. ndo akatengeneza Pump fun kwamba you go there for fun. Mtu anatengeneza tu coin yake anaiweka ikifika enough, uh, ikipata enough trades, Pumpfun kama pumpfun, wanawapa liquidity, wanalist kwenye Radium. Sasa ona, unajua kitu kimoja, mtu mmoja anaanza kujiuliza hii pumpfun ni nini. Pump.fun. Dot fun, yes. Ni hao jamaa wametengeneza project ambayo wame integrate na AI ambayo inakusaidia wewe hata ambaye huna knowledge ya kutengeneza smart contract, huna knowledge ya ku code kuhusu blockchain. Unaweza kutengeneza coin zako na ukaziingiza sokoni, ukaanza kuziuza, ukibreakeven ile trading volume ambayo labda inaweza ikasaidia ku decentralize wanakuachia. mm. Project we decentralize afu iweze ku run na watu mm -hmm. Lakini nilikuwa naangalia hapa um, pump fund mm. I was checking the data asilimia 98 mwaka 2024 na 25 mm. na na ya project mm. zote ambazo zimetengenezwa kupitia pump fund mm. zote zimekufa. yeah, exactly. 98% percent na ubaya sasa, hii pump fund mm. wewe ukitaka kutengeneza coin yako mm. Una una unalipia tu fee ile 0.02 salama basi, ambayo it's less than a 10 dollars I think yeah, than... hizi yeah. mm. mm. kwa sasa hivi kwa, ukishalipia bei ya coin wanaikodi kodi tena, wanaikodi kwa kutumia ile ile bonding curve mm. ile ile inakuwa ile kanuni yake ilikuwa tumesoma mathematics ile ilikuwa inakuwa mm. what, I was checking here, nilikuwa naiangalia hapa hiyo hiyo hiyo bonding curve mm. inakuwa vile vile kwamba mm price ya coin inakuwa ni sawasawa na base price ambayo inasetiwa kwenye kodi, alafu inajumlishwa kwenye mabano na slope times nini times total tokens ambazo zinatakiwa ziuzwe. Hiyo slope ni ile constant, yaani ile ile ile ambayo inakuwa ni y is equal to mx plus c. Ndio, ndo sasa unaitumia hapo. Umeona watu walivyo wajanja sasa, ile ni kwamba wanatengeneza kitu ambacho ni imaginary Ina maana mtu akinunua coin ina calculate kwenye hii bonding curve formula mm. Inatoa bei kwa, akinunua inaongeza bei, wakinunua inaongeza bei, mtu akiuza inaporomoka mm. na ikifika sehemu ya poromoka imerudi kwenye ile set price mm. maana yake buyers zote mnakuwa trapped mm -hmm. Yani shule ndio inakwisha, imeisha. Maana yake selling and buying inakuwa high depend on a real liquidity mm -hmm. ile linear liquidity inakuwa mm -hmm. ina depend kwenye formula. Formula, yeah, exactly. Umeona? Yeah. Na hiyo sasa imepelekea watu wengi sana wamepoteza hela vibaya mno kwa sababu mm -hmm. kwanza ile price rise inakuwa mm -hmm. haiko real. Mhm. Mm. Halafu sellings. Mm -hmm. Unajua hawa jamaa wa pump.fun mm -hmm. wametengeneza faida kubwa sana. Kama unakuna check umesema last year mm -hmm. wametengeneza yeah. shilingi ngapi? Yaani yeah. kwa kota tu ya kwanza ya mwaka 2024 they made eh. 60 million dollars. Kota ya kwanza ya mwaka 2024. Sasa yes. imagine kama kota ya kwanza ya mwaka elfu mbili na They made 60 million US dollars. Mm. Mm. Mm. Saa hizi kota ya kwanza ambayo imetengeneza coin nyingi kuliko mwaka mzima mm. wa mwaka 2020 20 wataka kutengeneza shingapi? Alafu za kitu kibaya ambacho nimekuja mm. kukiona ni kwamba ukiwa unanunua, mm. wana pump bei. Muda mm. mm. wa kuuza na kupiga fi mpaka asilimia kumi ya amount yao. Yeah, exactly. Sasa hii mm. imepelekea watu wengi sana kutengeneza vikoini koini vingi mm -hmm, hawaweki liquidity mm -hmm, wanatumia hii bonding curve formula ambayo ni mm -hmm. y is equal to mx plus c mm. -hmm, na, na, na, na pump fund yenyewe, koini yako uhitaji kuipa liquidity yes. Yani, yani unaiweka tu yani unaiweka tu yes. Kwa hiyo kama itakuwa famous enough, na na kulikuwa na kijana mmoja wa Kimarekani yeah, alijirekodi kwa sababu pump fund walipopata ile traction Hmm. wakaweka ficha kwamba una launch coin yako, alafu unaweza ukafanya video like live stream. Kwa hiyo alipamp tokeni yake akapata faida ya kama dola elfu hamsini alafu akatoa, akatoa huku anawasema watu yes. watu wakakasirika wakaipamp ile coin zaidi. Eh, eh, yes, wakaipamp zaidi, ilikuwa kwenye market cap ya 2 million. wow. ile mtoto akatoa sasa watu wakakasirika wakaipeleka mpaka 85 million market cap. What? Yes. Afu baada ya hapo ilikuja kutokea wana dump, kwa hiyo lakini watu wengi I think pump fund mimi nacho wasifu wa although sio vizuri, wako wazi kwamba bwana, this is not investment. Yeah, it's a, it's yani a fun scheme. It's a fun scheme. kwa ni kama it's a gambling thing. Yani kwa lugha nyepesi. It's gambling 100%. Sasa shida inayokuja ni kwamba mm, unajua uh, experience yangu mimi ya kukutana na watu mm asilimia kubwa ya watu mm. wanatumia theory kwenye kuambia watu kuhusu crypto na the mm. bad thing mm. yani, watu wanaitumia Bitcoin kama reference, alafu hawajui kama vitu vibadilika sana. Wanakuambia umechelewa Bitcoin na hii nyingine ndio inaanza hapa, hii itapanda itapanda. Why watu wanaamini kwamba crypto mm. ni kitu ambacho kupanda kwake ni kama kiko set, yani kwamba mm. inapanda tu mm. hawajui kwamba crypto, at some point inasimama inasimama kama digital asset, kama tu ni digital share ambayo ambayo inakuwa ina represent innovative idea fulani mm. Ndio maana tunasemaga mara nyingi meme coin you cannot count them as an asset kwa sababu hazina kitu nyuma yake mm. mm. It's just for fun eh, na ndio maana hata Trump meme coin watu wanalalamika, Trump ametupiga. Trump mm -mm. Alichaweka disclaimer kwamba mm. mm. Hii meme coin ya Trump ni coin ambayo inasimama kama vile ya kusupport viongozi ya kusupport idea. Mm. Wana, wale viongozi ambao hawakati tamaa mm. resilient leaders kama mm. una support hawa viongozi mm. nunua hii coin hey, si kwamba una invest mm. Yeah. una support movement mm. umeona mm. Sasa ile ku support movement does not give you a profit japo, mm. inaweza kukupa profit kwa sababu kama watu wakinunua, kwa sababu you are free to sell it mm. na ndio maana nakutaga uh. kwa mfano last time alisema kwamba uh, watakao kuwa wale top 200 ambao wanamiliki meme coins za Trump way mm. nyingi mm watakuwa invite kwenye dina pamoja na Trump watu. mm. wakanunua vibaya mno mm. yeye lengo lake ni kuangalia nani ambaye anamsupport ili awe mm. na karibu nao mm. sio kuinvest ili upate faida kubwa, hapana. Sasa kwenye disclaimer pale wameandika hii sio investment instrument, sio investment asset, ila watu wanasema tununue itapanda. Kuna watu wanasomaga disclaimer. Hawasomi. Kwa sababu wamesikia tu Trump, basi mtu anaingia zake kubeti tu. Kwa hiyo mm. unakuta mm. kuna kuna kuna kiasi kikubwa sana cha watu ambao wamepoteza pesa nyingi sana mm. na ndo maana mm. dunia hii ya sasa hivi ya utandawazi mm. inazidi kuwa na utandawazi mkubwa kiasi kwamba, kwa yule mtu ambaye hayuko makini mm. una chansi kubwa ya utandawazi kuweka wazi afu kabeba kila kitu ulicho nacho mm. kwa sababu mihemko ndo inaenda kutumaliza kabisa. Kwa hebu ufikiria kama asilimia tisini na nane ya project zote ambo zimeanza, mm. kwa miaka miwili zimekufa. Do you get the point? Yeah. That's a very huge risk. Very huge risk. Juzi, hivu, <coughs> kuwa Mwanza. I mm. think mm. ilikuwa Mwanza ama, no ilikuwa Mwanza of course. Kuna mtu akanitumia message. Remember kuna session ambayo tulifanya tukasema kwamba, mm. I think nilikuwa TikTok nilikuwa nafanya, nikasema mm. kwamba, kuna watu ambao, huwa wanatumiwaga coin fake. Yani inaandikwa mm, USDT. Unajua kuandika jina la coin mm, sure. You can just take any name, kwa mfano naweza kusema USDT lakini kawa, yes, sio USDT ile. Mm, inabidi uangalie kama iko verified ile, mm. ambayo ina liquidity, ndio mm. Sasa sasa hivi kuna kitu kingine kimekuja, hicho hiyo mm. scheme ya ku, kuibia watu mm, hey, ni hatari